Mpasua Msonobari TV pale ambapo habari hukutana na wataalamu nitachangia kiasi cha shilingi laki tano hapana. RPC sogea hapo nachangia ngapi Mheshimiwa Rais mimi kamanda wa polisi wa mkoa wa Morogoro nitachangia kiasi cha shilingi laki tano hapana uwezo ukachangia laki tano. Hata ukishika tu mtu amechunga mang'ombe huko si utapata hiyo laki tano. Mheshimiwa Rais, haya utachangia milioni moja. Sawa bwana, nitachangia kiasi hicho cha shilingi milioni moja kama ulivyosema. Na tayari tumekwishapata eneo kwa ajili ya ujenzi. Haya milioni moja. Haya jumlisha huko zimefika ngapi? OCD, sogea hapo. OCD yuko hapo. Ametangulia. Haya, Ozi, wa RPC leli napita hapa wa Tazara unachangia ngapi? Nakushukuru Mheshimiwa raisi. Uh, mimi kamanda wa polisi, uh, Tazara, wa polisi Tazara utachangia shilingi milioni moja, Mheshimiwa. Haya, asante. Zimefika ngapi? Zimefika ngapi? milioni kumi na moja. Moja, nani mwingine wa kumbana hapa? Haya, sogeni wazee, sogeni. Safi kabisa. Tumsifu Yesu Kristu. asalamu as alaikum alaikum salamu. Kwa niaba ya kamati ya siasa ya mkoa, sisi wajumbe wa ya kamati ya siasa ya mkoa tutatoa milioni mbili. Asante sana, unaitwa nani baba? Mi naitwa Vitus John Lipagira. Haya, Lipagira, umepagira milioni mbili. Asante sana baba. Haya, na mimi naomba nichangie. Mi nitachangia milioni tano na ninazitoa hapa hapa sasa hivi. Aya, hii hapa mi nazitoa milioni tano zangu RPC ndio zichukue. Aya diwani, unachangia ngapi? Mheshimiwa Rais, nikushukuru sana mimi kwa kuwa mkulima nitachangia laki moja. Asante. Hapana. Ongeza hela hapo za kuchangia, huwezi ukachangia, diwani mzima, umati hao wote watu walikupa kura. Ndio, na uliwaambia utayatekeleza haya yote hujayatekeleza nimeamua kuyatekeleza sisi wenyewe. Sasa tunachangia ngapi? Mheshimiwa Rais, uwezo wangu ulikuwa laki moja lakini kwa sababu niambia niongeze, nitajitahidi nitaongeza laki mbili. Asante sana. Haya, laki mbili. Hebu mjumlishe, zimefika ngapi jamani? Milioni kumi na tisa. DJ Yes, mkurugenzi mkuu wa usalama, nenda pale ukachangie tena, mtu wa Morogoro huku huku Najua Morogoro mna watu wengi. Mheshimiwa Rais, mimi nitachangia milioni tatu na nitazitoa hapa hapa. anachangia milioni tatu Asante, zitoe hapa hapa ni zione, zilete, zilete hapa hapa, safi kabisa. mkurugenzi wa usalama Hai, ila ungeongeza kidogo hii. Hii hii ni ya ukurugenzi nataka ya wenyeji wa hapa, wazazi wako wametoka huko babu zako wametoka kijiji gani? Umepasahau Sigisa. Kwa hiyo ongeza milioni moja nyingine ya Sigisa. Haya, zimefika milioni nne. Haya, jumulisha zimefika ngapi? zimefika ishirini na moja laki sita, ishirini na ngapi? ishirini na tatu na laki tatu. Hebu jumlisheni vizuri kuwa huru kutuambia maoni yako penye sehemu ya comments, nasi pamoja na watazamaji wengine tutayasoma na kuyaweka maoni yetu pia, katika harakati za kuchangia mada haya, kwani mchango ni kuchangizana. Kwa habari kemkem zilizohaririwa kwa ustadi na ufundi bila papara wala payuka payuka, hapa ndipo subscribe na ubofi alama ya kengele ili usipitwe na habari kama hizi. Habari murua, habari moto moto, habari zinazochipuka kila siku. Mimi ni Mpasua Msonobari nikiripotia sasa Africa Productions, Zanzibar visiwani. Usikose kujiunga yaani kusubscribe katika YouTube channel yangu ah, Msonobari